Sasa so, so, so, so, hiyo ni cha pili, cha tatu. Swali ya tatu yanasema nini? Anauliza mm. kama wanataka kurudi kwa Mungu watakubalika kama walivyo sasa? kama wanataka wana, wana, nini kurudi kwa Mungu, Mungu make toba yes. toba likipatikana na wao wakiona kama kweli wamefanya kosa mbele za Mungu mm. ni toba ni kweli cha kwanza ninarudia tena mm, wanabidi kutengeneza kwa wazazi amen. Hiyo ni cha kwanza, kwa sababu huyu mwanamke au huyu mwanaume hakutokea tu, hakushuka popote toka mbinguni au akuokotwa barabarani yule mm, ana damu ya babake ana damu ya mamake, umeona? So wamekuwa kitu kimoja, so wazazi wake katengeneze kwanza mm. Kama kweli umeona umefanya kosa, nenda kaomba msamaha kwa wazazi. Sasa mtumishi, kuna swali labda ningeuliza kidogo, na labda kwa kusaidia pia na wengine. Hawa watu wanaochukuana hmm, huwa hawana muda wa uchumba, hawana muda wa kutambulishana. Unaweza kukuta huyu mwanaume aliyemchukua huyu, labda kazana na wanawake huko, kama watatu wanne labda au ana mke anakuja anamchukua tena huku wanaweza kuchukuana kweli tena kufunga ndoa. Sasa sasa, sasa uh, sisi tumechukua kwamba hawa ni wasichana, wasichana na mvulana mmeona, kwa sababu uh, <laughs> <laughs> umezunguza <laughs> kitu. Ndio maana anasema yule askofu, swali lako ni nzuri hii ambayo umeuliza. Naam, sisi tumejibu kutokana na swali ambayo umeuliza, si ndio? Tunachukua kama huo ana matorashana ndio, mm. kwa swali ambayo umeuliza hivi nasema hivi, ndio maana nasema hivi, mwanamke pia sio na pumbavu. Eh, sio kama na kila mwanamume akija kuposa mimi, mm. na kesi nyingi sana, na nafanya maombi kwa ajili ya wasichana wengi ambao wamejeruhiwa moyo wao mm aasema huyu kila wakati nikipata mchumba, ili chumba haikae kila wakati mm. natoroka Sasa naomba uniombee ili mchumba atanikubalia. Kwa hiyo mm. nikasema hivi, kwa sababu kama ukishatanguliza ngono mm. yes, unaona sasa huyu lazima atakimbia. Ndio maana kama ulisema amezaa huko, amezaa huko, amezaa huko, ameenda huko. Ndio maana hawa wao wabinti au wasichana au mtu yote tu au mama Mm. Eh, lazima tumie hekima, akili kwa sababu, kama ye ameshaharibikiwa tayari, ameshazaa tayari, kwa nini niingia kwenye shimo jingine? Ajifunze katika mshida ambaye alipita, mm. lakini like, sababu naomba niombe muumie, of course, kwa sababu kisha tanguliza ngone, hii ndio shida. Lakini kama wewe ukisimama mwanamume, kisa nakupenda, atakufunga ndoa twende, akisema okay, hivi twende guest, akisema hivi, samahani kweli mimi

Saba tisa. Mm, neno la Mungu linasema hivi mm, lakini mm, ikiwa hawawezi kujizuia mm, na waoe, maana ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa. Wamechukuliana, wamewaka tamaa. Ndio mm. maana mmeanguka kwenye dhambi, dhambi hiyo e, yeah. Biblia inasema hivi bora tu ufunge ndoa mm. kuliko kuwaka na tamaa tamaa. Na ini kila kitu ambayo huyo mwanadamu anafanya katika dunia hii ipo ndani ya Biblia, unaona. Kwa hiyo hakuna kwamba hakuna majibu yoyote na kwalia swali lako, hiyo hawa wasichana lazima arudi katika neno pia, kwa sababu ile Wakorintho wa kwanza 13 sorry Waebrania 13 mstari wa nne tulisoma awali ni ndoa iheshimike. Na kijana anataka kufunga ndoa na wewe, anataka kuanza mambo ya ngono. Ndio maana nasema watu wengi sana hawa hawajui neno, wanafikiri tu wanajua neno, lakini hawajui neno. Nilitaka pale ulipo nipa ule mstari wa ile sita ilikuwa sita kumi na nane. mm -hmm. Ikimbia zinaa. mm -hmm. kumi na tisa unajua anasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Sasa hapa anasema hawajui, hawajui mm -hmm. hawajui mm -hmm. hawajui. Ni maana unakuta kwamba wangejua mm -hmm. wangeitunza, kwa sababu kama kweli ana Roho Mtakatifu mm -hmm. kweli ana Roho Mtakatifu ambayo yuko hai ndani yake Roho mm. Mtakatifu atashawishi kitu ambacho anafanya ni sio sawa sawa. Kwa hiyo hapo Roho Mtakatifu haipo. Mtu akitana dhambi Roho Mtakatifu haipendezi <laughs> Mungu, Roho Mtakatifu yuko wapi sasa? Amen, kuna kuna shida kubwa, kuna shida kubwa. Mimi nasema ipo shida kubwa hapa. Tunazungumza mm. kwa watu ambayo wana hofu ya Mungu. Amen. Mm. Lakini kama mtu hana hofu ya Mungu kufanya ngono ni kitu cha mm. kawaida. Ni maana unakuta kwamba anasema amesema eh, kwa watu wanaoomba mombe ili upate mchumba mm. uchumba, kama wewe hujui jinsi ya kuitunza hakuna mm. kitu. Mwili wako ni, ni hekalu la Roho. Sasa kasafu ni hekalu, kimbie nini? Sina. Sina. na anasema wala ninyi si mali yenu wenyewe eh. Sasa leo, sasa unajua tunapozungumza hapa mm. kuna watu ambayo wapo wanatusikiliza ni watu ambayo sawa ni Wakristo, lakini kuna watu wengine wanasikia mm, lakini wanatamani kuwa Wakristo, lakini wamekamatwa mm. na hichi roho ya zina, na sasa tunakwambia number 1 urudi kwa Mungu wako mm. Mm rudi kwa Mungu wako, kwa sababu kama hutarudi kwa Mungu wako, wewe utaendelea kuwaka tamaa. Utachukua na huyu mwanaume au utamchukua mwanamke, na tukubaliane, wanawake wako wengi, mbona wako wengi? Na wana, wana, wao kwa wao wana nini? Wanafukuzana wana, wana, wana, wana, wana ili wapate mwanaume, wanashindana wanashindana kama wewe mwanaume hujakaa vizuri, unaweza kushangaa una chumba tano. Na wote wanakupenda sasa. Unafanya nini? Ile swali yako ambayo umesema yeah, narudi kwenye swali yako, kwa maana lazima uwe na akili hey, uwe na akili, usijirushwe, usijitupe ili mradi ili mradi sasa mtumishi wa Mungu, mngeniruhusu niulize swali linalofuata. mm -hmm, linafanana sana na hilo, hasa kwa mwanaume mm. Swali linalofuata linasema, je, mwanaume atamtambuaje mwanamke wa ndoto yake, na anakuwa na sifa gani? Yaani huyu ni mwanaume anauliza, atamtambuaje mwanamke wa ndoto yake. Ndoto hajatueleza lakini hii ndoto yake ina maana, labda anataka mwanamke mcha Mungu, labda anataka mwanamke watakaishi maisha ya amani na furaha, labda na anakuwa na sifa gani huyo mwanamke ambaye atapoa ndoto yake? Sasa kitu cha kwanza lazima tuwe wazi. Samahani, hapa tunawasaidia watu wengi sana. Amen, tuwe na, tuwe na wazi. Amen. Umerudia swali, anasema je, mwanaume atamtambuaje mwanamke kwa kwa ndoto yake? Kwanza hapa anazungumza kutambua, kutambua. Mimi narudi kwanza kwake. Naam. yeye kama yeye mm. una ndoto gani mm. wewe kama wewe mm. una ndoto gani, kwa sababu mm. huwezi kuwa kumchukua mwanamke mm. mtoto wa mtu mm. kama huna ndoto ndoto yako. Je, sisi rafiki yako ambayo anakupiga simu kila siku mm. akaniambia baba, mimi nimechoka kuwa peke yangu, mwanaume ule mm. nataka mwanamke ambayo atanifungule mlango mm. eh? nituingie api nipike chakula eh, mm. eh mambo ya kupika mimi peke yangu nimechoka. Hakujua kwamba watoto watakuja watakuja alikuwa yeah, nafikiri kwa maana mwanamke anataka mwanamke ambaye afanye amfungulie mlango na ampike na wao hivyo hivyo. Sasa, kitu ambacho kipo ndoto, una ndoto gani? Wewe unataka mwanamke lakini huna ndoto. Wewe mwanaume lazima uwe na ndoto, unataka baada ya pale ujenge nyumba gani, uwe na watu watoto wangapi? mm. una? Huna. Sasa unamchukua mwanamke, nataka kukufika hapa. Unamchukua mwanamke hujui sasa, mm. unamchukua kwa sababu umempenda, mm. Unajua kumchukua mwanamke lazima ujue ukoo wake ikoje, mm. Unaweza kuchukua ukoo ambayo ni tasa, alafu hapa umeomba Mungu unataka kuwa na watoto kumi, umemchukua mwanamke ambaye ukoo wake nzima nini hujaona mtu wa mwenye watoto ujaona, lakini ni mrembo, umemchukua. Huna ndoto sasa. Kama una ndoto, hufanya haraka, unatafuta kitu gani ambacho unataka, unafanya research yako kwenye ile ukoo. Au unaingia kwenye ukoo ambayo ni wagonjwa tupu? hmm. na kwa hiyo, mtumishi, hapa unachotuambia ni kwamba kwa mwanaume yeyote hata anapokwenda mbele za Mungu kuomba mke mm. ni lazima awe na vigezo ambavyo tayari anavyo ndani ya moyo wake kwamba hivi vitanifaa. Ndiyo kitu ambacho nisema yeye mm. Ndoto yake ni nini? Unataka mwanamke sawa, unataka mwanamke asimama ya wewe kwenye biashara yako au unataka mwanamke akuzalisha watoto unataka nini wewe? Sasa unapotaka mtu ambaye anataka usimama nawe kwenye kwenye kwenye biashara yako au kuwa mtajiri fulani hmm, lazima upate mtu ambaye ana akili kweli. Sio unamchukua mtu kwa sababu ni mzuri yeye eh? kazi yake ni kuzaa watoto, lakini kwenye biashara yako hajui okay ni sawa mtumishi wa Mungu. Na hili naona una unanikumbusha mtu mmoja ambaye alifanikiwa pia, aliniambia yeye alipokuwa anaona yatima wanavyopata shida mm. alivyokuwa anaona uh, wajane wanavyopata shida kama hawana namna yote ya kujitegemea mm -hmm. aliumia sana mm -hmm. na kwa yeye alikaa ndani ya moyo wake kwamba siku ataoa mwanamke, anataka mwanamke aidha mwenye uwezo wa kufanya biashara au mwenye uwezo wa kazi, ili hata yeye asipokuwepo duniani hmm. ile familia yake iweze kusurvive ndio. Na kwa hiyo ni ndoto sasa. Wewe mnaamua hamkai hmm. pamoja, wewe unamchukua tu, haiwezekani. okay. kwa nini Mungu anasema unabidi ukai na mke wako wakili? Kwa nini uanze uanze uanze ndani ya ndoa? Kwa nini usianze kabla ya ndoa? Amen. Uwe na akili unapomchagua mwanamke huyu. Okay. Nashukuru mtumishi wa Mungu. Labda tuende tena kwa uh, kwa, kwa senior pastor Dr. Hapa kuna mwanaume anauliza atamtambuaje mwanamke mwana mwana mwana wa ndoto yake na huyo mwanamke ana mwana sifa gani? Oh, asante right, sana right. Swali vizuri sana kwa sababu huyu mwanaume ameuliza. no. na swali hii pia nazurdia, inaenda kwa mwanamke pia ina. yes. kwa hiyo kwa hiyo ina maana kwamba nitajibu kwa wote wawili pamoja. Amen. Kwanza kabisa huyu mwanaume si ameuliza, ameuliza, huyu mwanaume lazima amjue Mungu kwanza. Cha kwanza amjue Mungu huyu mwanaume Mungu. u lazima amjue Mungu kwanza. Amen. Kabla kuta, kutambua kitu ambacho lipo ndani ya huyu mwanamke lazima atambue Mungu kwanza, na amba, tusome Zaburi 34 mstari wa nane, na pia kufanya mapenzi ya Mungu, yani kutembea ku, ku katika roho ya kuwa karibu na Mungu. Anapaswa kumjua Mungu na kutembea naye kwa karibu. Zaburi, sasa, thelathini, 34 mstari wa nne, mstari wa nne. uh -huh. Neno la Mungu linasema nalimtafuta, Bwana akanijibu, uh -huh. akaniponya na hofu zangu zote. Zaburi 37 mstari wa nne. Aa, 34. Uh -huh. Nimetafuta, sema, 37 mstari wa nne anasema hivi, uh -huh. nawe utajifurahisha kwa Bwana uh -huh. naye atakupa haja za moyo Uh, utajifurahisha katika Bwana naye atakupa haja ya moyo wako. wako. Sasa kabla ya kutambua mwanamke sahihi, mwanaume mm. anapaswa kumjua Mungu mm. na kutembea naye kwa karibu. Mwanaume. Amen. Amen. Cha pili, naam. Cha pili, omba the guidance of God. U, uh, uongozi, uongozi wa Mungu yeah, guidance, God's guidance. Uh, Mungu, uh, Mungu ampe hekima okay, jinsi ya kutafuta mwanamke sahihi kwa wakati wake, sio anytime kwa wakati, sio wakati wote anataka yeye, ule Mungu atakao. Eh, Mungu amonyeshe mwanamke sahihi kwa wakati wake na pia kumpa hekima Amen. hekima ni muhimu sana na hmm, pia uh, designing designing our spirit uh, ile ile ya, matamanio ya kupambanua. Unajua, uh, mtu kama akiwa karibu na Mungu uh, Mungu atamwonyesha huyu pia hekima na pia uh, kwa ku uh, designing yani, uh, kwa ku gift of designing our spirit kupambanua uh, kupambanua uh, yeah, roho gani huyu mwanamke anayo. Okay, ni muhimu sana kwa sababu kama huyu mwanamke kwanza kwa kama anajua Mungu awe karibu na Mungu mwenye Mungu ata atamonesha. Cha tatu ningependa kusema kwamba angalia tabia za kiungu sio urembo pekee okay, na kwa anapomtizama binti asitizame tu ule urembo na kujipamba kwa nje bali angalie na zile tabia za uungu ndani yake e, kwa sababu tukisoma katika kitabu cha ure, kuhusu urembo nasema nini katika Proverbs 31:30 Uh, ni, ni katika Methali 31 mstari wa 30. Okay, 30. Urembo ni udanganyifu 31, 30. Uh -huh. Neno la Mungu linasema 30. Uh -huh. Upendeleo Methali 31 mstari wa 30. Ya, yeah. Upendeleo hudanganya na uzuri ni ubatili. Ah, sema upendeleo ni urembo. Yeah. Okay. Urembo ni udanganyifu. Beauty ya na... Is, yeah, Kiingereza beauty, urembo. Okay, uh -huh. ni urembo. Eh. Hudanganya. Uh, -huh. uh -huh. Na uzuri ni ubatili. Mhm. Uh mm -huh. mhm. Uh -huh. Bali mwanamke amchaye Bwana. Mm uh -huh. Ndiye atakaye kwa hiyo uh -huh. Yeah. Sasa yeye wakati naangalia, usiangalie uzuri ya huyu mwanamke tu. Go okay. beyond. Nenda zaidi ya ule uzuri unaouona. Sasa mara nyingi yes. watu huona kwa sababu mwanamke so mrembo mzuri, mwili wake hivi shape mm -hmm. hii mm -hmm. angalie nje, lakini angalie nini ndani, ndio maana yes. anahitaji hekima ile Mungu aonyeshe kupambanua roho gani ambayo imo ndani yake yeah. Alafu cha nne sikiliza amani ya Mungu kama anayo amani ya Mungu. Okay. Eh, yeah, askie ye, if she feel feel sikiliza au feel you yeah. should feel the yeah. asikie kule his uh, his kusikia, kusikia, kusikia, amani kusikia ya Mungu. Amani ya Mungu yes. Je yes, ana amani? Okay. Eh, lazima hukui kwanza amcha Mungu. Mm. Na pia atumie hekima aone mm. katika kupambana na roho. Mm. No, angalia eh, zaidi ya nje sura hmm. yake hmm. na pia akawa na amani kama hmm. huyu niiko sawa kwa Mungu, lazima apate amani. Kama hamna amani, basi yeye mwenyewe eh njia okay. Ma, moja kupata amani mama hata yeah. akipeleka kwa wazazi mm -hmm. amani itakuwepo, sijui na mhm kwa sababu amani ni kitu kikubwa sana kuliko kitu chochote kingine, kwa sababu ukiingia kwenye ndoa huwe na amani kama wewe una kuma, mm. amani hata ukisema ukienda kumwambia wazazi, wazazi watakuwa na amani Amen. Ukienda kwa upande wa pili oh, oh, mwanamke wakienda mm. kwa wazazi wake mm -hmm. na wao oh, wanakuwa nini na amani. Yeah, na amani ikitangulia mm. mambo mazuri so haya ni vitu ambacho anabidi haiangalie, ndizo baraka ambazo ulikuwa unasema kwenye ile swali la kwanza mm. kwamba lazima mpate baraka kwa wazazi baba ninarudia narudia mm -hmm. Shetani amepiga familia, shetani amepiga familia. Wasichana wanaondoka nyumbani kwa sababu matatizo ya ndani ya familia, na sio kwamba mama anampenda ni msichana. mm -hmm. Lakini msichana anaona kama kila saa mama anamkemea nam, anaamua kuondoka nyumbani, na kiondoka huko nyumbani anatafuta upendo, anakwenda kupata mwanaume ambacho sio sahihi. So, kitu cha kwanza tengeneza amani ya mama na baba. Okay. Mama, hakuna mama ambaye hampendi mtoto wake hakuna. Hmm. Na kila mzazi anapenda watoto wake wawe na mafanikio mazuri. Amen. Ndio maana nasisitiza amani iwepo. Amen. Sina pasta ulipo, e, umetaja sifa hapo ya kwanza awe mcha Mungu ukasema mcha Mungu na pia he should uh, design Hmm. A -a uwe na roho ya kupambanua kile kilichoko ndani yake, yes. Usiangalie mwili tu ya yes. Hey, yeah, pili anga, hmm. Na wakati wa Mungu kupambanua, okay. hmm. Angalia katika ulimwengu wa kiroho hmm. Na kupambanua na angalia nini um, Mw, wakati wa Mungu yeah God's, timing ya okay. yeah. Alafu ya tatu usiangalia sura tu, mm -hmm. Lakini angalia tabia yake, mwenendo wake, na pia jinsi anaongea na watu. Pia unaweza kukundua jinsi anapokea watu, jinsi anaongea na watu, tabia yake ikoje, kama ana pretty godly character okay. Na kwa hiyo ili kujua kwamba ni hila, ni kujifanya, ni unafiki, inatakiwa ukae utizame yeah. kile kinachotoka ndani yake yeah, yeah. Okay. Yakea, unajua mtu kama anapenda kuchumbiana Yes. Labda huyu mwanamke hajui kama huyu anampenda. Ni mm. mzuri pia, bora usimuonyeshe kama unampenda huyu mwanamke. Au usimwambie kwanza. Usimwambie kwa sababu usi ukishamwambia tu atajifanya. Eh, unaona? You know, kwa hiyo bora tu kama rafiki tu unatoka na hapo ndio uta, utajua tabia yake, mwenendo wake au pia ni mzuri pia kawe na watu wengi, sio yeye peke yake. Ukienda na mwanamke yeye tu peke yake, mwanamke mm. lazima atasaa ah, huyu anajaribu kwa kunipenda. Kwa hiyo kuni, uende na group na mm. pia sometimes tazama kwa mbali Okay. Anaongea na watu namna gani? Anajibu watu namna gani? Okay. So social her social character tabia ya um, Iyle, socializing. Ile ile ile tabia yake kwa jamii yeah, ikoje? Mm. Okay. Na pia ajue kwamba mwanamke pia anaomba mwanaume awe na godly character. Hata mwanamke naye anaomba mm. pia mwanaume mwenye tabia za kiungu. Mm. Okay. Kwa hiyo inaenda wote wawili. Kwa mwanamke okay, mwanaume ana kama anataka mwanamke ambaye anamcha Bwana mm. Yeye kwanza lazima amcha Bwana okay. Kama wewe unaishi maisha mbovu, alautatu mwanamke safi mm. Huwezi upate, utapata mbovu tu okay. Unaona Mungu atakupa mtu ambaye anafanana na wewe mm? Basi kama kituku rudia kwa Bwana mm. Mungu atakupa mwenza sahihi kwa wote wawili na kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa kabla hivi uwe mcha Mungu na umtafute Mungu mm. akuongoze mm. ulishaniambia mara ya kwanza mm. akuongoze katika yale ma mm. ile, ile hatua unayokwenda mm. amen. mm. Inanikumbusha Musa alipopewa lile jukumu mm. la kuongoza wana wa Israeli alimwambia Mungu usipokwenda na, Mim. na mimi ni afadhali mm na kwa ukumbe kila mahala tunamhitaji Mungu. Unajua ndoa au ndoa hasa hasa hapa ndoa, kwa sababu anataka kujenga familia na ndio -na, hio ambacho mimi nasema wewe mwanaume ambaye un, un, una ndoto mm. sitaki uwe na ndoto ya miaka kumi, nataka uwe na ndoto ya miaka mia. okay. mona kwamba unakwenda kuwaacha kizazi gani? So, ni chamumi sana. Watu wengi wana ndoto ya miaka 10 15, au alafu baadaye hawajui. Na kwa hiyo mtumishi wa Mungu, kwa msaada, kwa kuwasaidia tu watazamaji mm, na sisi wengine mm, tunaosikiliza majibu haya mazuri mm, wako wengi wanaooa kwa ajili ya tamaa. Ndio, anamtizama tu mwanamke anaona, uh, amemtamani basi anaamua Kukuposa, lakini sio kwa kufikiria wataishije. Watafikiri Abraham na Sara. Mungu akasema na mamini Ibrahim, kwamba yeye atafundisha watoto wake hmm. Umeona hmm. na anamtoa nabii, kwamba anatoa nabii ya vizazi vinne hmm. So, mwanaume yote ambayo anafunga ndoa ajue kwamba baadaye baba yake atakufa, baba yake babu yake ameshakufa sasa ni yeye anabidi aweke kitu gani? mm. huku mbeleni anataka kitu gani? mm. sifa gani? mm. watu wakufuate hili, sifa ndio kitu muhimu sana Amen. Eh. neno la mwisho mtumishi wa Mungu, kama unalo la kuongezea, ulisema utangalia upande wa mke na mwanamume na mwanamke pia um anaweza kuwa mwanamume, mara nyingi sana anaweza kuwa tayari mm. kuona mwanamke ambayo ana sifa ya Mungu okay. yeah. Lazima aone mwanamke ambayo ana sifa ya Mungu mm. kama anataka anataka kupata mwanamke ya, ya ya ndoto yake mm. unaona, lazima wataona sifa ya Mungu ndani hmm. yake na nake yeye pia na yeye mwenyewe. yes. Je, kwa upande wa mwanamke sasa, yeye pamoja kwamba halijaulizwa hilo swali hapa, yeye ategemee nini? Ni nini, nini cha msingi unao washauri wale ambao anachumbiwa? Inawezekana amechumbiwa na mwanamke mume mmoja, aangalie nini cha msingi kwa huyu mwanamke, vile vile kama mlisema kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, mwanaume kwa mwanaume? Pia mwanamke hmm. lazima amche Bwana hmm. lazima atumie hekima hmm. au anapambanua roho hmm. Unaona sio ku kuangalia tu labda na anaendesha gari mm. Tafsira yake unaona sio hivyo, lazima angalia beyond, angalie zaidi ya alafu. Pia wakati wa changamoto mm. wana sifa gani amen. Jinsi anaongea na watu wana sifa gani amen. Yote lazima uangalie kama mtu ana ambaye anamcha Bwana, hata kama kuna changamoto amen. Atajua jinsi ya kuhendo amen. Kama kihendo babaya, utajua kama ha huyu kama kiingia katika ndoa itakuwa mm. vile vile ndani ya ndoa ona. Lakini kwanza, na washauri tu kama unataka kuchumbia mtu um, kama unataka kujua tabia yake, sio rahisi kusema mimi nakupenda, alafu natoa outing. Lazima wata act vizuri, wata tu watajifanya mm. kwamba wako wazuri okay. ni mzuri uh, kuliko kuenda kuposa, kuchumbia, kusema, I, I, I like you. nataka kujua wewe zaidi kabla hiyo ni mzuri pia kama kweli unataka tafuta mtu sahihi kutoka Bwana, usiwe na haraka sana kusema kwamba nakupenda no. Nashukuru sana mtumishi wa Mungu, najua watazamaji wetu mmeyaona haya majibu mazuri. Leo tulikuwa tumeshughulika na masuala ya ndoa mm. Kwa kweli katika masuala haya, kama umesikiliza kipindi hiki utakuwa umepata elimu ya kutosha, na hasa vijana wale wanaotamani sasa hivi kufunga ndoa, kupata wachumba. Ni wakati mzuri ambao unaweza ukapata mambo ambayo atakuweza kukujenga.